Hello, mambo vipi? Hope uko poa kabisa. Kumekuwa, kuna watu wamekuwa na ujasiri mkubwa sana e, kuna watu wanaweza wakaua wenzao na wakawa wasiwazi na chochote lakini, pia kuna watu wanaweza wakafanya matukio mengine ni makubwa zaidi na wasiendelee kuwaza. Sasa niko na stori ya mwanaume mmoja ambaye yeye ana umri wa miaka 29, lakini pia kutokea e, huko nchini Australia ambaye pia ameweza kushikiliwa na jeshi la polisi mara baada ya kuweza kukamatwa akiweza kujaribu kuingia e, kwenye meli ya kitalii e, kwa njia isiyo kwa kuweza kutumia kamba eh, wakati meli hiyo ikiwa imetia nanga kwenye fukwe eh, bana za huko Sydney eh, kutokea huko Australia. Sasa katika video pia ambayo nimekwisha kukuwekea hapo mwanzoni eh, imeweza kusambaa sana kwenye mitandao ya kijamii ikimwonyesha mwanaume huyo wakati akijaribu kuweza kupanda kwenye meli hiyo, huku askari eh, wakifanya jitihada za kuweza kumwokoa, ambapo pia maafisa wa polisi nchini humo wamethibitisha kutokea eh, kwa tukio hilo, ambapo pia wameweza kusema mtu huyo bado anashikiliwa anashikiliwa na jeshi la polisi. Sasa taarifa zinasema kwamba aidha, maafisa hao pia wa usalama wamesema kwamba mwanaume huyo anakabiliwa na mashtaka matatu ambayo ni kuingia katika eneo la wazi la meli ikitia e, e, e, nanga bila kukaguliwa, lakini pia kuingia eneo la nanga lisiloruhusiwa mtu yoyote kuweza kuingia eneo hilo na kuingia eneo la maji bana hatarishi. Yaani kwamba kitu unakifanya kinakuhatarisha wewe, lakini pia serikali yenyewe inakutetea ili mradi tu iweze kukamata na vitu vingine viweze kuendelea. Sasa mshikaji huyu ameweza kushikiliwa. E, e, na Jeshi la Polisi. Ana umri wa miaka 29, na mwenyewe, hata ukiangalia hiyo video unaona kabisa kwamba sehemu ambazo pia alikuwa anaweza kuzisogelea zilikuwa ni sehemu moja hatarishi sana, kwa sababu pale ukiweza kudondoka kwenye maji kama yale and then, haujui kuogelea e, uta, lazima utapata shida then, umauti unaweza kukukuta za kuweza so, serikali kaamua kuchukua jitihada kumokoa, ili mradi ya masuala mazima ya kisheria yaweze e, e, kufuata. Labda kume, huenda kumekuwa kuna labda sababu nyingi tofauti tofauti, kwa sababu watu wengi huenda labda wamejiu kwamba ni kwa, ni kwa nini mshikaji huyu akafanya hiki au hata wewe pia ni kwa namna gani umeona mshikaji ameamua e, kufanya hivi? Kwa mawazo yangu pia nimefikiria vitu vingi sana kwamba hadi mshikaji kuweza kufanya tukio hili la kuweza kutaka kuingia pale e, huenda kumekuwa kuna vitu anataka e, tofauti, tofauti. Labda huenda mshikaji alikuwa kwenda kutafuta maisha bora zaidi kutokea sehemu ile ambayo alikuwepo e, au swali anakwenda sehemu labda mbali zaidi huko kupitia meli, lakini labda masuala mazima ya usafiri kawa ni ngumu, na kutumia tu roho ya kibabe na kutaka kuweza kuingia huko, lakini pia vijana wengi pia huweza kujaribu kuingia katika nchi ambazo zimekuwa zimeweza kuendelea kama Australia, lakini pia na matumaini ya kuweza kupata ajira, labda elimu na maisha bora kuliko sema ambazo pia wanakuwa wanazitoka. Lakini pia sababu nyingine huenda kuwa kuweza kukimbia matatizo labda nyumbani, mtu anaweza kuwa labda kuna kitu fulani ambacho imeweza kutokea katika nchi yake then anataka kukimbia au anataka ku move kwenda kwenye nchi nyingine kabisa huko masuala mengine yasiweze kuendelea kumsumbua. Inawezekana kabisa, e, kabisa kijana huyo pia labda alikuwa anakimbia matatizo ya kifamilia la kiuchumi na kisiasa katika nchi yake, lakini pia kunaweza kudanganywa au kuweza kushawishiwa kwamba fanya kitu fulani ili uweze labda kuondoka na kutoroka katika nchi yako, lakini pia wengine, u, u, kuwa labda, huweza kuagizwa, kwenye matukio e, kuna wengine, kuwa ni majambazi kuna kuna eh, peke yake anaweza kutumia watu wengine tofauti tofauti ili kuweza ku katika eh, njia hizo, kwa sababu unajua kabisa vitu vya bei ghali zaidi lakini pia sasa, matukio kama haya yanavyokuwa yanatokea kuna kuwa kuna yale mawazo tofauti tofauti kwamba ni kwa kwa nini mshikaji akaamua kufanya hivi eh, kwa sababu unajua kuna hatari kubwa sana, na yeye kuweza kufika pale moja kwa moja bila kukaguliwa bila kufanya chochote, ni kwamba ni kitu ambacho pia alikuwa amekwisha kujipanga na kwisha kukifanya, au huenda labda e, wengine wanakuwa hata ni, ni, ni utindio wa akili, akili zinakuwa labda zile zimesumbua, unafanya mambo ambayo mwenyewe unahisi kabisa yanakuwa hayako sawa, na vitu vingine vinaweza kuendelea, lakini pia jeshi la polisi limeweza koa pale alipokuwa kwa sababu alikuwa hatarini zaidi, lakini pia yuko chini ya sheria kwa makosa matatu, e, e, ambayo amekwisha kuyafanya. Sasa nini hukumu yake? Nini ambacho kitaendelea kutokea kuhusiana na E, mshikaji huyu na sakata lote kuhusiana na na, na, na hili au kuhusiana na meli hiyo kutokea huko Australia utaipata hapa kwa kuendelea kutufuatilia kwenye YouTube channel yetu, lakini pia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Ukisubscribe e, channel yetu, lakini pia ukilike, ukikoment, ukishare utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa ambazo tunakuwa tunakupandishia kwa wakati ambao unakuwa e, unastahili. Zilad kabisa Tasmania for this. Ciao ciao ciao.